Katika video hii, utajifunza jinsi ya kuepuka kutoboka meno kabla hayajaanza kukuuma. Kama umewahi kusikia maumivu makali ya jino, harufu mbaya mdomoni au umetumia pesa nyingi kwa daktari wa meno, basi video hii ni muhimu sana kwako. Cha kushangaza ni kwamba watu wengi hutobokwa meno si kwa sababu ya kukosa pesa, bali kwa kukosa maarifa sahihi. Endelea kusikiliza hadi mwisho. Kwanza kabisa, Punguza vyakula na vinywaji vyenye sukari nyingi. Sukari hubaki mdomoni na kualisha bakteria wanaoharibu meno. Kadri unavyokula sukari mara nyingi, ndivyo meno yanavyoharibika haraka. Pili, piga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi na kabla ya kulala. Usipige mswaki kwa haraka, tumia angalau dakika mbili kuhakikisha meno yote yamesafishwa vizuri, hasa maeneo ya nyuma. Tatu, tumia dawa ya meno yenye fluoride. Fluoride husaidia kuimarisha meno na kuyafanya yawe na nguvu dhidi ya mashimo na kuoza. Nne, punguza tabia ya kula au kunywa vitu vitamu mara kwa mara kati ya milo. Kila mara unapokula sukari, meno yako hushambuliwa upya. Ni bora kula mara chache lakini kwa mpangilio. Tano, kunywa maji mara kwa mara hasa baada ya kula. Maji husaidia kuosha mabaki ya chakula na kupunguza asidi mdomoni. Sita, usisahau kusafisha ulimi. Bakteria wengi hukaa kwenye ulimi na wakikaa mdomoni huongeza hatari ya kutoboka meno na harufu mbaya. Kumbuka, meno hayaharibiki ghafla, huharibika taratibu kwa mazoea madogo tunayoyapuuzia kila siku. Ukianza kubadilisha tabia zako leo, unaweza kuyaokoa meno yako na kuepuka maumivu makali na gharama zisizo za lazima. Anza leo, linda meno yako na afya ya mwili wako kwa ujumla itaboreshwa.